Kichwa chetu cha ujumbe wa leo ni hebu tutatue kutokuelewa kuhusu uinjilisti. Uinjilisti ni kupokea majibu ya kutoka katika kitabu cha sheria moja mstari wa mbili 2 hadi arobaini na saba na katika Marko tatu mstari wa kumi na tatu hadi kumi na tano. Yesu aliwaita wale aliyowataka Sio sisi tuliomchagua Yesu Kristo, lakini ni Yesu Kristo ambaye ndiye muumba aliyetuchagua kabla ya uumbaji, na sababu ni kwa sababu alitaka kuwa pamoja nasi, kwa sababu kila mtu baada ya Adamu na Hawa wote wameanguka katika dhambi, na ndiyo sababu Mungu alikuja kwetu ili kuokoa na kuwa pamoja na mtu ambaye aliyetenganishwa na Mungu. Na ndiyo sababu uinjilisti inatangaza juu ya Mungu aliye pamoja nami, na kwa sababu kila mtu katika ulimwengu huu amepangwa na uovu na anaishi maisha yake bila Mungu. Na kwa sababu hiyo, ikiwa unamwamini Mungu, ametupa mamlaka ya kufukuza pepo. Katika kitabu cha Mathayo 4 mstari wa kumi na tisa tangu mwanzo Yesu aliwaita wanafunzi kama wavuvi wa wasa samaki na aliweza kuwaita pia wanafunzi kama wavuvi wa watu. Kazi zetu halisi ni kazi, kazi kazi zetu halisi na kazi ni kufufua roho za watu na katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 16 hadi 20, huu ulikuwa ujumbe wa mwisho ambaye Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Aliwaambia kuwa nimekupa mamlaka yote ya mbingu na dunia. Kwa hivyo wewe, ambaye umeamua kupitia Yesu Kristo, nenda kwa mataifa yote na ufanye wanafunzi na wakati ufanye wanafunzi wote unayowapata, na wakati unapomwamini Yesu Kristo, sambaza siri ya Mungu wa utatu, na nitakuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa dunia. Na watu wanaokusanyika kwa kushikilia agano hili walikuwa watu ambao walikusanyika katika chumba cha juu, na hadithi juu ya washiriki wa kanisa la kwanza ambao walianza kuomba wakati wakishikilia agano ilikuwa katika kitabu cha Matendo, na nyaraka ambazo daktari Luka alikuwa akitumia kwa Theophilo zilikuwa katika kitabu cha Matendo. Na ili kumwokoa mwanadamu ambaye alianguka katika dhambi ya asili, Kristo alikuja hapa duniani na hadithi ambayo imeandikwa ilikuwa kitabu cha Luka, na kulikuwa na watu ambao walishikilia agano na kukusanyika, na hadithi iliyoandikwa juu yao ilikuwa kitabu cha Matendo. Na daktari huyu Luka alikuwa daktari wa kibinafsi wa Theofilo, alikuwa akimwandikia barua na kusuluhisha jibu hili katika maisha yako kwanza na kulipeleka kwa watu ambao una uhusiano nao, ni uinjilisti. Na upate njia ambayo inafaa kwako kuweza kuinjilisha, na njia ya kupata njia ya kushiriki injili inayokufa ni kupata mpango kamili wa Mungu, na ukipata mpango kamili wa Mungu basi utatambua kile ambacho uwanja wako unahitaji, na ukianza kuomba kulingana na mikoa yako, mikutano, na hata kazi yako, utaweza kugundua kile wanachohitaji kuwa ni neema ya Mungu tu. Na ukianza kuombea uwanja wako, utaanza kutafuta njia mahususi za kufufua uwanja wako na kama mwanafunzi kazi utapata njia ya kushiriki injili hii na katika ratiba kamili ya wakati wa Mungu utatambua mambo ambayo unaweza kufanya tu. Na ili kufanya hivyo, naomba upate kwanza mimi ambaye Mungu aliniumba, kwamba Kristo ameniokoa ndani ya Kristo, na ndiyo sababu Kristo ni Uongo wetu na hii ni injili yangu. Na pili, utapata vitu ambavyo Mungu alivifanya na umebadilisha maisha yako ndani ya Kristo na utaanza kuona talanta ambayo Mungu amekupa. Na kati ya talanta kuna talanta ambayo Mungu amekupa kwa maisha yako yote. Na pia kuna talanta ambayo Mungu amekupa kwa wakati huu na pia kuna talanta ambayo Mungu amekupa kwa wakati huu, kwa wanafunzi wanaosoma, na pia kwa wale wanafunzi wanaosoma ni talanta zako. Na kwa wafanyakazi na wakijakazi, hii pia ni talanta yako. Tukiangalia Yusufu, alitumwa kama mtumwa, na kuwa na kuwa mtumwa ilikuwa talanta yake, lakini wakati huu haikuwa talanta yake ya maisha marefu. Hata hivyo, kwa kushikilia hali uliyopewa, alikuwa akifikiria kwamba angeweza kuokoa watu kupitia talanta yake, na alifanya vyema na kuwa mtumwa bora zaidi kati ya ulimwengu. Alifikia utaalamu wake hadi kwamba nyumba ya Potifari iliweza kubarikiwa na hii imeunganishwa na zamani za kuwa gavana. Na kwa talanta uliopewa na hali zako, endelea kufikiria na kuomba jinsi utakavyotumia hiyo kwa ajili ya uinjilisti pekee, na uanze kupata utaalum wa kuwa mtaalum wa kuokoa uwanja wako na ujiandae na kuomba hadi uhakika kwamba unaweza kuokoa mkoa wako na nchi yako. Hapo ndipo unaweza kurejesha majibu tano ambayo makanisa ya kwanza yalipokea. Na watu katika makanisa ya mapema hawakujua wanachohitaji kufanya baada ya Yesu Kristo kufufuka. Wakati huo kulikuwa na ujumbe ambao Yesu aliwapa wanafunzi wake, na hicho ndicho kifungu tunachosoma: nitakupa Roho Mtakatifu kama zawadi, na ili kujazwa na Roho Mtakatifu, msiondoke Yerusalemu, na ikiwa mtajazwa na Roho Mtakatifu, mtakuwa shahidi wangu hadi mwisho wa dunia. Na ni sawa na, na ni sawa na sisi. Hatuwezi kujiokoa kwa nguvu zetu na kwa nguvu zetu wenyewe. Hatuwezi kujiokoa sisi wenyewe na hata familia zetu. Na huwezi kuponya shida yako ya kiroho na nguvu za giza ambazo zinateka familia yako. Ndiyo sababu usitegemee watu au ulimwengu huu. Lakini anza kuomba kwa sababu Mungu alisema kwamba ikiwa umejazwa kikamilifu na Roho Mtakatifu na kujazwa na Roho ya Mungu, aliahidi kwamba atatumia kama shahidi, ataweza kututumia kama washahidi. Ukipokea majibu tano, uinjilisti utaweza kufanyika na watu hawa ambao watakusanyika katika chumba cha juu cha alama na watapokea jibu. Wakati walikuwa katika hali ambayo hawawezi kupokea majibu. Katika Matendo mbili, mstari wa kwanza hadi tatu, kazi ya Roho Mtakatifu iliibuka. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu kama moto na kiisha kama upepo. Na ikiwa Roho Mtakatifu huu atafanya kazi juu ya familia yako, na mkoa ya, wako basi nguvu za giza zitaweza kukimbia, na hii haiwezi kusimamishwa na nguvu za mwanadamu, maarifa, au juhudi au. Kile tunachohitaji pekee ni nguvu ya hatima ya kuamini neno la Mungu pekee. Na kisha pili, kama kile kinachosemwa katika kitabu cha Matendo mbili mstari wa tisa hadi kumi na moja, ikiwa Roho Mtakatifu anafanya kazi, basi milango ya uinjilisti itafunguliwa. Na njia ya kuokoa familia yako na uwanja wako ni kumfanya Roho Mtakatifu afanye kazi kwenye uwanja wako ili milango ya uinjilisti iweze kufunguliwa na, ya... na ikiwa Roho Mtakatifu hafanyi kazi kwenye uwanja wako basi nguvu za giza hazitakimbia na milango ya uinjilisti haitafunguliwa. Na Roho Mtakatifu anapaswa kufanya kazi ili nguvu za giza zikimbie ili watu waweze kufungua mioyo yao ili kupokea neno. Na kisha tatu, katika kitabu cha Matendo mbili mstari wa kumi na nne hadi ishirini na moja neno li neno linaanza kutimizwa na maana ya neno kutimizwa inamaanisha kwamba watu wanaanza kuamini neno la Mungu. Nilidhani kwamba nilikuwa nikiishi maisha yangu bila Mungu, basi maisha yangu yote yalikuwa ndani ya makovu, lakini kama kwamba yote yalikuwa majukwaa na chanzo chetu na kwa ajili ya injili hii Mungu amenifanya nizaliwe Afrika, na Mungu ameniita kama mmishonari ili kuokoa familia yangu. Ndio maana ndani ya matatizo au magumu, unapaswa kutambua kwa usahihi neno la Mungu, na mabaki moja ambayo yalielewa hii ni Yusufu pekee na ukweli kwamba ndugu zake walimuuza Misiri, lakini kiroho Mungu ndiye aliyemfanya Yusufu aende Misiri mapema ili kujiokoa familia yake na hata ulimwengu huu wote. Na kwa na kwa kuangalia kwa neno kwa usahihi, naomba uanze kupata nguvu ya Roho Mtakatifu na utimilifu wa neno la Mungu na watu hawa walikuwa wanafunzi, na kwa wanafunzi hawa Mungu, Mungu ataweza kukupea pia mwanafunzi mwingine ambaye ataweza kuamini haya. Hadi sasa, kwa nini ninateseka sana? Ni ili kutambua neno la Mungu na Injili kwanza, na mwanafunzi huyu atainuka kupitia wewe na pamoja na mwanafunzi huyu utaweza kufurahia injili hii kila siku katika uwanja wa hekalu na nyumbani kwako, na kwa sababu hiyo harakati za maisha zitatokea. Na hilo ndilo jambo kuu nambari la kwanza. Usifanye shida yote isiyo ya lazima, naomba utupilie mbali alama zote mbaya mizizi na asili ulio nayo. Kwanza ufurahie injili sahihi, na bila kupata majibu tano ambayo makanisa ya kwanza waliweza kupokea. Uinjilisti siyo kitu kitakachofanyika, lakini haitawezekana kuifanya na ikiwa una agano sahihi, na Roho Mtakatifu anafanya kazi juu yetu basi watu wanapotuangalia watatambua injili sahihi, na hii ni nguvu ya kiroho isiyoonekana kwa macho yetu. Kwa hivyo kilicho muhimu zaidi kuliko kupokea majibu ya maombi ni hali yako ya kiroho, na hapo ndipo unapotambua kwa usahihi na kuelewa majibu ya shida ya ugonjwa na shida ambazo watu wanazo na utagundua kuwa shida zote magumu na magonjwa yalianza kutoka kwa tukio la Mwanzo tatu. Na ndio sababu katika kitabu cha Matendo tatu mstari wa sita inasema kwamba fedha au dhahabu sina, lakini jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka na kutembea. Ikiwa unaelewa kwa usahihi maana ya Kristo, basi hatima yako inabadilika. Pili, unahitaji kuelewa kwa usahihi uinjilisti ambao Biblia inazungumzia, na katika kitabu cha Mathayo 16: mstari wa 13 hadi 20, ni kifungu tunachojua. Yesu aliwauliza wanafunzi wake, Ninyi munasema mimi ni nani? Watu wanasema mimi ni nani? Na wakajibu kwamba mtu alisema kwamba wewe ni kama Yohana Mbatizaji, wewe ni Yeremia. Hata wengine walisema kuwa wewe ni Eliya au mmoja wa manabii. Na wote wanajua injili isiyo sahihi. Kristo anamaanisha mpakwa mafuta. Kristo alikuja hapa duniani ili kutimiza ofisi tatu. Na tatizo kubwa la wanadamu ni dhambi ya asili, na unaweza kuainisha dhambi hii ya asili katika mambo tatu. Mwanadamu ambaye alipaswa kuwa na Mungu alitengwa na Mungu, na walipaswa kusikiliza neno la Mungu, lakini badala yake waliweza kusikiza neno la Shetani na ndiyo maana Kristo ndiye mfalme wa kweli, kuhani wa kweli, na nabii wa kweli. Na alimaliza kazi hii yote juu ya kazi hii msalabani, kwa kuweka kivuli damu yake msalabani, na kama ushahidi kwamba yeye ni Mungu aliweza kufufuka. Yeyote anayeamini maana halisi ya msalaba na jina ambalo ni Yesu Kristo basi anaweza kupokea wokovu huu, na ikiwa unamwamini kama mwokozi wako, basi Mungu wa utatu anakaa ndani yako. Na kwa wale wanaokiri hili, Mungu amewaita kama mwamba na e, aliahidi kujenga kanisa lake. Ikiwa Kristo anakuwa Bwana wetu, hapo ndipo tunaweza kuwa mwamba au jukwaa na juu ya mwamba huu Yesu aliahidi atajenga kanisa lake, na lango la mbinguni sasa tutashinda, na nitatoa funguo zote za ufalme wa mbinguni. Na tunapoamini kwamba Yesu ndiye Kristo na mwokozi wetu, hapo ndipo tunaweza kuwa na kanisa la Kristo, na tunapomfuata Yesu, hapo ndipo tunaweza kuwa wavuvi wa wanadamu na unaweza kusimama kama shahidi ambaye anaweza kupeleka injili hii kwa watu. Na kwa kuamini katika hili, kulikuwa na watu ambao walianza kufanya harakati za uinjilisti na walikuwa washiriki wa makanisa ya kwanza. Katika kitabu cha Yohana 19:30 msalabani Yesu Kristo amemaliza shida zote. Ndiyo sababu wokovu umekamilika, na Kristo ndiye shida za shida zote, yeye ndiye suluhisho la shida zote, na alitatua shida zote za zamani, za sasa na hata shida zote za baadaye. Wakati Kristo huyu anakuwa bwana wako, hapo ndipo ufalme wa Mungu unapokuja na wakati Roho Mtakatifu anakuja juu yetu, hapo ndipo tunaweza kusimama kama shahidi. Na kwa sababu kanisa la kwanza halikuwa na usuli, waliweza kukusanyika kwenye chumba cha juu cha alama na kujilimbikiza kwa dakika kumi, na hiyo ndiyo iliyojilimbikiza kidogo. Je, una historia kuna marafiki ni fursa bora kutoka kwa Mungu na ni ratiba ya wakati wako kupokea kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Na katika Matendo mbili mstari wa kwanza hadi arobaini na saba walipokea majibu ya kibibilia na walipata majibu ambayo Mungu alitoa. Hapo ndipo walipopata uinjilisti ambayo Roho Mtakatifu anaangalia na kwa sababu Roho Mtakatifu huyu anafanya kazi juu ya kanisa la kwanza, kanisa la kwanza ilipoteza injili tena, na ni Roho Mtakatifu ambaye alifanya kazi, lakini kanisa la kwanza ilidhani kwamba wao ndio walioanzisha kazi hizo, na badala ya injili walianguka katika uhalali na itikadi zingine, ndio maana baada ya Stefano kufa watu waliotawanyika walikusanyika tena, na kulikuwa na shida zaidi kwao, lakini waliweza kugundua ni kwa nini wanahitaji kukusanyika, na wakaanza kukusanyika kwa kuweka maisha yao yote, na hilo lilikuwa kanisa la Antiokia ambalo linaloonekana katika kitabu cha Matendo kumi na moja mstari wa kumi na tisa hadi thelathini na una sheria inasema kwamba kupitia kanisa la kwanza neno la kwanza la utume lilianza. Wacha tuende kwa hitimisho, ili kupokea majibu haya tano ya kibibilia na uanze kuomba kwa wakati wako wa kila siku. Kila mtu ana shida ya maisha na inaweza kuwa tofauti na watu wote, lakini wote wana shida ya kiroho. Mtu ambaye ni mzuri katika kusoma na yule ambaye ni mbaya katika kusoma inaweza kuonekana kama wana shida tofauti, lakini wote wana shida sawa. Na Petro alikuwa mvuvi, lakini Paulo alikuwa mwerevu sana na mwenye akili, lakini wote wawili Walipotambua injili, Mungu aliwatumia kama wainjilisti. Na ikiwa pia utaamua na Kristo pekee na kubadilisha hatima yako, haijalishi wewe ni mwerevu kiasi gani, Mungu anakutumia kwa usawa. Tofauti utamduni na asili, na asili zao, mataifa yenye nguvu, mataifa dhaifu na taifa ambalo haijaendelea, wote wanasema kuwa wana shida tofauti, lakini unapowaangalia kwa karibu wote wana shida sawa za kiroho, na hiyo ndiyo sababu tunafanya uinjilisti na utume, na kupitia yule anayejua sababu za shida ya kiroho na majibu ya shida za kiroho, na hawa ndiyo watu ambao Mungu hana chaguo, hana chaguo ili ila kuwa kuwalea. Na unapaswa kufanya nini na shida ya baadaye ambayo itatokea? Mungu alitayari alishatupa suluhisho tangu mwanzo, na ndani na nje ya kanisa kuandaa mambo matatu. Tatizo la baadaye ni nini? unaishi katika enzi ya ugonjwa wa akili na hii ndiyo chapa, na unyogovu na sio kudhibiti hasira na mafanikio. Na tunaishi katika enzi ya pombe na dawa za kulevya, na wanajua au kuua wengine, wanaanza kujiua au kuua wengine, na hii haiwezi kutatuliwa na matatizo mengine na matatizo haya ya vijana yanaongezeka na haswa barani ya Afrika, kuna vijana wengi ambao hawawezi kwenda shuleni, maisha yao ya baadaye hayajahakikishwa. haya haya haya, umri wa shida ya kiroho ulikuwa tayari umefika, na makanisa hayawezi kutoa majibu na ndiyo maana alisema kufanya na kuandaa kuandaa mambo matatu, na ni matatizo ya kiroho hasa, kufanya mataifa yote hamsini na sita barani Afrika kusikia Injili, na hii inaunganisha na mataifa mia mbili thelathini na saba na kabla ya elfu Tano. Na kama vile waumini wapya hapa hapa Injili hii haswa kuwafanya Injili, has, haswa kuwafanya watoto watoto wa utamaduni watoto tatu hapa Injili hii na ili hii utamaduni wa tatu watoto wasikie Injili hii, unahitaji kujenga mambo matatu na hii ni uinjilisti na umisheni na kutengeneza ua huu tatu, ili kuwafundisha neno halisi, sala na hata uinjilisti. Ni mwinjilisti wa kweli, na uanze kuomba ili uweze kutumiwa katika kazi yako ya kuinua batiza ni ya Mungu, na uombe ili Kristo huyu awe maisha yako na Bwana wako na uombe ili uweze kuwa mtu mkuu wa kuweza kuchapa mambo matatu ambayo Mungu anasuluhisha. Na najua nchini Kenya ni likizo, kwa hivyo unasoma likizo kwa mabaki, na naomba uombe ili mambo haya matatu uweze kuanzishwa katika uwanja wako. Wacha tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru. Na huu na ili uwe wakati na hata huu uwe wakati wa kufurahia baraka tulizopewa tangu mwanzo. Na tukikiri kwamba umetupa mamlaka ya kufukuza pepo na kufanya uinjilisti. Tukiri kwamba hatuwezi kufanya hivyo kwa nguvu zetu wenyewe. Ila tuanze kufanya hivyo kwa imani ya kumwamini Kristo. Tufanye hivi ili kupata neema ambayo makanisa ya kwanza yaliweza kupokea, na utupe nguvu ili kuanzisha mambo matatu ndani yangu, shambani na hata kwa wale nakutana nao katika jina la Yesu.